kwa jina naitwa na bwana Ernest Mwamwaja mimi ni mkurugenzi wa masoko kutoka bodi ya utalii Tanzania kwa kweli na furaha kubwa bado tuko hapa jijini Osaka Osaka Japan na tunahudhuria maonyesho haya makubwa kabisa ambayo yanajulikana kama Osaka Expo 2025 maonyesho haya ni maonyesho ya dunia nzima kwa kweli na ni makubwa ya kibiashara na kwa kawaida maonyesho haya yanaonyeshwa kwa muda usipokuwa miezi sita na kwa bahati nzuri wiki hii na wiki ijayo tunaita ni wiki ya utalii kwa hiyo katika maonyesho haya kuna bidhaa mbalimbali na biashara mbalimbali na maeneo ya uwekezaji mbalimbali, na kila maonyesho kwa maana yamegawanyika katika sections mbalimbali. Kwa hiyo kwa wiki hizi mbili tunaita wiki ya utalii na tuko hapa katika banda la Tanzania. Uh, kama zilivyo nchi ka nchi nyingine tumepewa fursa ya kuona banda letu ambayo, uh, naliona na kwa kweli, kwa wiki hii tunapromota utalii wetu wa Tanzania na niseme kweli. E, tumekuwa na mwamko mkubwa sana e, wa wageni mbalimbali, maalfu kwa maalfu wanazidi kuminika katika banda hili la Tanzania na kujifunza. E, sasa tunaonyesha nini wageni watakija? E, tuna wageni mbalimbali kuanzia e, familia wanakuja kama familia, lakini kuna couples ambao wanakuja na makundi makubwa ya wanafunzi na watu ambao ni professionals, so wanafanya kazi katika e, maeneo mbalimbali na e, kwa kweli hapa tunaonyesha uzuri wa Tanzania kwa maana ya vivutio vingi vya utalii ambavyo tunavyo, na sio hivyo tu e, tuna mazao ambayo ni mapya sasa, e, pengine hawajazoea kwa awali, ambayo e, maeneo yetu ya hifadhi na maeneo ya mjini, maeneo ya makundi ya mikutano wa hoteli, lodges, loges, makampuni ya utalii yanazidi kuongeza products hizi au mazao eh, katika soko eh, kwa hiyo eh, tunasema Tanzania, ukija hakuna kitu ambacho ulikuwa na hamu ya kukiona ukifanya katika maisha yako ambacho hutakipata tuna maeneo mbalimbali kama milima ambayo kwa kweli imeendelea kupata tuzo mbalimbali e, tuna maeneo haya kwa mfano bonde letu nzuri kabisa la Ngorongoro. Kuna kreta pale, lakini kuna historia ya e, ufanyikaji ufanyika na maendeleo ya awali ya mwanadamu e, lakini tuna maeneo mbalimbali ambayo e, ya beaches na maeneo mengine kule uwanda wa kusini. E, tunawakaribisha wageni wetu waje e, kutembelea na uzuri ni kwamba wageni wanapokuja hawa e, si tu wanapata taarifa za mdomo, e, word of mouth, lakini wanapata taarifa za vipeperushi, magazeti ya utalii, lakini kwa sasa tunatumia zaidi teknolojia e, kwao kuna QR code akiskani simu yake pale anaweza kupata taarifa mbalimbali za utalii e, kwa maana ya filamu za promotion ya Tanzania tuna uh, filamu yetu ya mama yetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan aliyofanya miaka michache iliyopita, The Royal Tour Tanzania, lakini baadaye akafanya filamu ya Amazing Tanzania. Yote hiyo wamekwenda kufurahia na kuipata kwenda nyumbani kuangalia, basi unakumbuka ilikuwa katika banda la Tanzania, na hii ndio nini Tanzania inacho. Lakini mbali na hapa, eh, habari nzuri sasa kwa wakala wa Tanzania wa utalii kule nyumbani, wanasema kwamba tunakuwa na mikutano mbalimbali kati ya e, sisi akuja huku Osaka na mwakala au kampuni za utalii za hapa nchini Japan. Ha. tumepata interest ya kuwa na mikutano mbalimbali ya face to face, au e, mikutano ya moja kwa moja na mawakala haya wanaopata wakala ishirini. Kwa tutakuwa na mikutano hii ambayo imeanza jana itakwenda mpaka tarehe sita au tarehe saba e, mwezi Mei, e, na katika mikutano hii na mawakala huku e, tunaonyesha ni namna gani Tanzania sasa